tu serikalini, mafisadi ni swala la kuamua, ni suala tu la kuamua, okay. You, you, you, ni tuanze kupambana na fisadi tuvurugane kwenye nchi, au tuanze kupambana kuziba mianya ya ufisadi, ili tulinde rasilimali za taifa, tujenge nchi, kwa sababu it's a matter of, it's a matter of decision. Wewe unataka kuamua nini kama mkuu wa nchi eh? Je, yeah, unataka uanze kukimbizana na, wa, na, na watu wa miaka kumi kumi na tano mitano iliyopita, na uelewe uongozi ni wa miaka mitano miaka mitano au utulize kichwa chako uone sasa ile mianya tunaiziba, umeelewa bana? Tunadhibiti rasilimali za taifa, tunajenga nchi kwenda mbele, au tuanze kuibomoa nchi, kuanza kulipana visasi, kuanza kum, kumtafuta mchayu, kwa sababu kuna wakati mwingine kama mkuu wa nchi ukiruhusu tu hivyo unaweza pia ikawa ni chanzo cha kupotoshwa, na yule nene ni fisadi yule, naye aliiba yeye, yeye unanyanyuka naye haya, kumbe uongo unakuja, kumbe ushachukua ushamfunga, ushachukua ushamkamata. Sasa kwangu mimi kwangu mimi ninaamini kabisa, haimaanishi kwamba kuna watu wameliumiza hili taifa, wapo, wapo, lakini tunaweza kuirekebisha hiyo nchi, kwa sababu the maximum we can do. the maximum we can do kama taifa ni vitu viwili kama labda ana mali mkiprove without a reasonable doubt, labda hizo mali mzitaifishe, kama anazo, si ndio? lakini kama hana eh, mtakwenda, kitu ya pili tu muende na kesi, we mwaka miaka miwili miaka mitatu alafu mumfunge. Sasa ah, okay, hizi hatusemi hatu, kwamba hajatumiza, lakini stress zote hizo ni za nini? Kwa nini Mungu ameumba neno kusamehe? Yani kwa kwani tunasameheana kwenye nini? Tunasameheana kwenye maovu tunasameheana kwenye mabaya, tunasameheana kwenye, kwenye, kwenye magumu tunaosababishiana. Kwa hiyo kwangu mimi focus kubwa itakuwa ni kuziba hiyo mianya, hicho kinachoitwa ufisadi. Ziba hiyo mianya. Nitakaidili naye ni yule, baada ya kuapishwa akaamini yeye ni mjanja, huyo sio kisasi, huyo tutamshughulikia tena, atakuwa wa mfano kwamba yule atakayetaka kunijaribu Ah, huyo atakuwa mfano, na hayupo atakayerudia tena. Nawaambia kabisa, huyo atakuwa wa mfano. Ziba hiyo mianya. Watumishi wa umma ni swala la performance, hakuna mtu atakayeonewa. Serikali ni hiyo hiyo, yaani mimi niko tayari niingie hilo li serikali nitakavyolikuta libaki hivyo hivyo hivyo hivyo, hivyo libaki, it's a performance. Perform if you perform, if you deliver, utaendelea kubaki. Ukishindwa kuperform, ukishindwa kudeliver, utaondoka. Kwa performance, sio wivu sio uchoyo, sio kisasi. Hayupo mtu nitakie muondoa kwa kisasi, hayupo mtu nitakie muondoa kwa uchoyo no. Na ndio maana nilipokuwa nafikiri Nyakanazi e, nilisema e, nilisema Nyakanazi pale Biaramulo nilisema sina yani, sina hofu na mashaka na mtu yoyote. Hata hawa wakuu wa vyombo vya ulinzi ni hawa hawa, mimi nitafanya nao kazi ha. Asitegemea hata mmoja akaanza kuondoa mafaili ofisini au akaanza kuhamisha nguo kwenye nyumba aliyopewa ya serikali ha, wabaki hao, hawa, hawa. Ataondoka mtu kwa dhamira kwa dhamiri yake. Kama dhamiri yake ni ya kujenga nchi aendelee kutoa mchango wa kujenga nchi. Sina sina sina sababu ya kumwondoa mtu mara, PC ni hawa hawa, mausidi ni hawa hawa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama ni hawa, makatibu wakuu ni hawa hawa. Eh, labda nitaangalia tu kwamba nafikiri, nafikiri huyu amekuwa misallocated kwamba huyu nadhani ningempeleka hapa, kwangu mimi nadhani atakuwa na faida zaidi, alafu huyu nikamleta hapa labda. Lakini kusema tu kwamba naingia leo, makatibu wakuu wote wapya, sijui wakuu wa mikoa wapya, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wapya, halitatokea. Si na jeshi la utumishi linalosubiri kuingia kuchukua nafasi zao. Sisi tuliokuwepo tu tunafanya kazi ya siasa hii, sio kwa sababu ya uchu wa madaraka obvious. Ziko nafasi za kisiasa, na bahati nzuri nchi hii, hata hao tuliokuacha CHAUMMA, tukiamua kugawana wote nafasi, na bado zipo. Rais wa nchi ndio maana anateua, mpaka yuko njiani, anaenda nje ya taifa kuapishwa, anateua. Nafasi haziishi, zipo kwa, hatuna sababu ya kuanza kunyang'anyiana, kuvutana, kutengeneza visasi, kutengeneza m, e, instability kwenye, kwenye serikali. Nawahakikishia watumishi wa umma waliopo wangazi zote, waelewe watabaki kama walivyo. Ataondoka mtu kama dhamiri yake haimwongozi kuitumikia taifa kwa uzalendo na kwa uaminifu na kwa uadilifu, au ameshindwa kupafomu.